Mwambia Juma kwa sauti ya chini, usiwahi kumuuliza mume wangu anaenda wapi usiku, ni mambo yake binafsi. Maneno hayo yalizidi kumchanganya Juma. Usiku mwingine, Juma aliamua kumfuata kwa siri, aliingia kichakani. Karibu kwenye Tunu za Kiswahili, hadithi za kusisimua na zenye mafunzo kwa familia nzima. Leo tunakuletea simulizi la maisha halisi lenye siri, tamaa na maangamizi. Mfanyakazi anagundua siri nzito ya utajiri wa bosi wake. anakutana na mauzauza. Juma alikuwa kijana maskini kutoka kijiji cha Mnyanyani. maisha kwake hayakuwa mepesi. alikulia kwenye familia yenye watoto saba. mama yake akiwa mjane tangu akiwa na umri wa miaka kumi. wakati wenzake walikuwa wanaenda mjini kutafuta maisha, yeye alibaki kijijini akifanya kazi ndogo ndogo za shambani, kuchimba visima, kulima au kulisha mifugo ya watu wenye uwezo. Siku moja alisikia tetesi kwamba Bwana Njoroge, tajiri mkubwa mwenye mashamba makubwa ya kahawa na nyumba ya kifahari kijijini hapo, alikuwa anatafuta mfanyakazi mpya wa nyumba. Juma alijua hiyo ndiyo nafasi pekee ya kubadilisha maisha yake. Baada ya siku mbili, alienda kwa Bwana Njoroge. Tajiri huyo alimwangalia juu chini, akamuuliza, unajua kazi za nyumbani kijana? Najua bwana, nimefanya kwa watu wengine pia, Juma alijibu kwa heshima. Kwa bahati, bwana Njoroge alimkubali mara moja. Alimpa nafasi ya kukaa nyumbani kwake, chumba kidogo karibu na store ya nyumba. Kwa mara ya kwanza Juma alianza kula vizuri, kuvaa vizuri na kupata mshahara wa kila mwisho wa mwezi. Lakini haikupita muda mrefu kabla ya Juma kugundua mambo ya ajabu ndani ya nyumba hiyo. Kila usiku, hasa kuanzia saa tano, bwana Njoroge alikuwa akitoweka nyumbani. Hakumwambia mkewe wala mtu yoyote anaenda wapi. Alikuwa akitoka akiwa amevalia nguo nyeusi, akabeba mfuko mdogo mweusi, kisha akipanda pikipiki ndogo na kutoweka gizani. Mke wa tajiri huyo Biana alikuwa mama mpole lakini mwenye hofu. Siku moja alimwambia Juma kwa sauti ya chini, usiwahi kumuuliza mume wangu anaenda wapi usiku, ni mambo yake binafsi. Maneno hayo yalizidi kumchanganya Juma. Usiku mwingine, Juma aliamua kumfuata kwa siri. Aliingia kichakani taratibu akimfuata kwa umbali. Mwangaza wa mwezi ulikuwa hafifu, lakini aliona pikipiki ikielekea porini karibu na mtu uliokuwa pembeni ya kijiji. Alichokiona kilimfanya miguu yake itetemeke. Bwana Njoroge alikuwa amesimama karibu na mti mkubwa wa mizimu, mti uliokuwa ukihusishwa na matambiko ya zamani. Alikuwa amepiga magoti akitoa sadaka za damu na vitu vya ajabu kwenye bakuli. Alikuwa akiongea maneno ya kichawi na kutaja majina ya watu waliokuwa wanakufa kijijini wiki za karibuni. Juma alihisi baridi ikimpitia mwilini. Akakimbia haraka kurudi nyumbani, moyo ukipiga kwa kasi. Hakulala usiku huo. Siku zilizofuata Bwana Njoroge alianza kumtazama Juma kwa macho ya ajabu, kana kwamba anajua alichoona. Kila mara akimwona alikuwa anamcheka kwa tabasamu la kutisha. Sauti yake ikawa nzito na ya kuogopesha. Juma alianza kufikiria kuacha kazi lakini hakuwa na pa kuenda. Mama yake alikuwa mgonjwa kijijini na mshahara wake wa kila mwezi ndio uliokuwa unaokoa. Hivyo, alijilazimisha kubaki akijifanya hajui chochote, lakini mambo yakaanza kubadilika ghafla. Watu wawili waliokuwa wakifanya kazi kwenye shamba la tajiri walipotea ghafla. Habari ikasambaa kuwa walionekana mara ya mwisho wakibeba mizigo ya tajiri kwenda kwenye shamba lake jipya lililoko pembezoni mwa kijiji. Muda mfupi baada ya kupotea, Bwana Njoroge alinunua gari jipya. Juma alianza kuunganisha matukio. Kila mtu aliyepotea alikuwa karibu na tajiri huyo. Siku moja mchana, wakati tajiri hayupo, Juma aliingia kwenye chumba ambacho alikuwa amekatazwa kuingia humo. Kulikuwa na kabati kubwa lililofungwa kwa kufuli. Baada ya kujaribu funguo kadhaa moja ikafunguka. Ndani alikuta vitu vya ajabu: mishumaa meupe na mayekundu, chupa zilizo na damu na picha za watu wa kijiji wakiwa na alama za X juu ya nyuso zao. Macho ya Juma yalijaa machozi. Ee Mungu wangu, huyu mtu anatoa kafara za binadamu! Lakini kabla hajaondoka, alisikia sauti nyuma yake, nilijua siku moja utakuja humu. Ilikuwa ni sauti ya Bwana Njoroge. Bwana Njoroge alimkazia macho kwa hasira. Umeona siri yangu, sasa huwezi kuishi. Alimrukia Juma, wakapigana ndani ya chumba. Juma alipata bahati ya kumkwepa akamgonga tajiri na funguo kifuani, kisha akakimbilia nje, akapita fensi na kuelekea kijijini huku akilia, watu wa Mnyanjani, tajiri anaua watu! Tajiri ni mchawi! Watu walikusanyika, wakapanda kwa wingi kwenda nyumbani kwa tajiri. Lakini aliporudi na wananchi, walikuta nyumba imewaka moto, hakuna alionekana ndani. Wengine walisema tajiri huyo alijiteketeza mwenyewe, wengine wakasema pepo wake walimchukua. Baada ya siku tatu, askari walifika. Walipokagua sehemu iliyochomeka, walikuta mabaki ya mifupa na alama za matambiko. Miongoni mwa vitu vilivyookolewa ni kitabu cha damu kilichoandikwa majina ya watu waliokuwa wamepotea kijijini. Kila jina lilikuwa limeambatana na mali aliyopata baada ya kifo cha huyo mtu. Shamba, gari au mifugo. Ilithibitishwa kuwa kweli tajiri alikuwa akifanya biashara ya kichawi kwa kutumia kafara. Lakini maisha ya Juma hayakubaki kama zamani. Usiku wa tatu baada ya tukio, alianza kusikia sauti zikimwita, Juma, ulivunja agano, utalipa. Aliamka na jasho jingi, moyo ukimdunda. Kila usiku, ndoto zilimfuata, ndoto za moto, damu na uso wa tajiri akimcheka. Hatimaye, Juma aliamua kuondoka kijijini. Alikwenda mbali akapotea bila habari. Watu wanasema alihama kwenda miji mikubwa kutafuta amani, lakini wengine wanasema alishikiliwa na roho za waliokufa. Hadithi hii inatufundisha kuwa utajiri unaopatikana kwa njia za giza haukai. Kila siri ya damu ina gharama yake na hata ukijificha kwa muda, ukweli utajitokeza. Juma alikuwa shahidi wa uovu, lakini hata yeye alilazimika kubeba mzigo wa hofu maisha yake yote. Kila siri ya giza ikifichuliwa na nuru huacha kovu lisilofutika.